Tarehe 21 Septemba 2025, Jambo Online TV kupitia chaneli yetu ya utangazaji wa maudhui mtandaoni ya YouTube, tulichapisha maudhui yaliyokiuka sheria, kanuni, masharti ya leseni pamoja na kutozingatia misingi ya taaluma na maadili ya uandishi na utangazaji wa habari kwa kuchapisha maudhui au taarifa zilizojaa uchochezi na shutuma zisizothibitishwa. Kutokana na ukiukwaji huo wa Jambo Online TV wa kanuni za mawasiliano ya kielektroniki na posta kuhusu utangazaji wa maudhui mtandaoni za 2020 kama zilivyofanyiwa marekebisho mwaka 2022 na 2025, Jambo Online TV tunaomba radhi kwa umma wa Watanzania kwa ukiukwaji huo na kuahidi kwamba makosa hayo hayatajirudia tena. Tunaahidi kuendelea kufanya kazi kwa weledi na umakini mkubwa ili kuhakikisha makosa haya hayajirudii tena.